Afisa wa polisi wa Kenya aliyeuawa wakati wa makabiliano ya risasi kati ya magenge yaliyojihami nchini Haiti na kikosi cha Kenya cha kudumisha amani jijini Port au Prince nchini Haiti amezikwa nyumbani kwao kaunti ya Kajiado, hafla hiyo ya mazishi ikihudhuriwa na viongozi wa upinzani nchini Kenya akiwemo kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa DAP Kenya Eugene Wamalo ambao wameitaka Kenya kujiondoa kwenye operesheni hiyo ambayo ilipelekea kufariki kwa afisa huyo. And the change in policy. Iwapo Marekani itasitisha ufadhili wake pamoja na utoaji wa vifaa vya operesheni hii, basi hatutake maafisa wetu wasalie Haiti, na iwapo Marekani itajiondoa alivyosema rais Trump, basi ni sharti Umoja wa Mataifa uchukue uongozi wa operesheni hiyo au maafisa wetu warejee nyumbani ili wasihatarishe maisha yao. Upinzani nchini Kenya umesisitiza kwamba kuharakishwa kwa mchakato wa kuwapeleka polisi wa Kenya nchini Haiti hakukufaana, kwamba maafisa hao hawana vifaa hitajika kwa operesheni hiyo. Hii mission ya hairi hii iko na shida kwa ordinary Kenyan taxpayer because of the withdrawal of the funding by the main sponsor the United States of America. Under those very special arrangements I think between Biden's administration na uh, serikali ya William Ruto inaonekana, kuna pengo kubwa. Sasa tunaona makadirio kwamba wa wa Kenya taxpayer, wanaolipa ushuru wa Kenya, sasa tutafute kulipa, kutoa 4.5 billion shillings ili kuhakikisha hiyo mission inaendelea. Mazishi hayo ya polisi huyo yakifanyika wakati polisi mwingine mmoja kutoka kwenye kikosi cha Kenya kiendelea kupigania maisha yake hospitalini nchini Haiti baada ya kujeruhiwa katika eneo la Bellot nchini humo. Msemaji wa operesheni hiyo Jack Ombaka amesema afisa huyo alikimbizwa katika hospitali ya Aspen Level 2 ili kutibiwa na kwamba hali yake inaimarika. Zaidi ya maafisa wa polisi elfu moja wa Kenya wako nchini Haiti katika operesheni hiyo ya kurejesha utulivu nchini humo upinzani nchini Kenya ukiitaka serikali kuelezea ni nani anafadhili operesheni hiyo, siku chache baada ya bunge kutenga shilingi bilioni mbili nukta tano kwa operesheni hiyo, baada ya Marekani kuondoa ufadhili wake. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, ITV.